E, bwana, karibu sana kwenye platform za Mwananchi Digital. Sisi tunaendelea kukushukuru wewe ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu na kuwasha alama kengele ili upate taarifa zetu pindi tu tuzipakie hapo mtandaoni. Katika mabadiliko ya kihistoria, maelfu ya Wapalestina wameanza kurejea kaskazini mwa Gaza baada ya makubaliano ya kusitisha kwa mapigano kati ya Israel na Hamasi wengine wakitembea kwa miguu wengine kwa mikokoteni wakirejea kwenye magofu ya makazi yao yaliyoharibiwa na vita vya zaidi ya mwaka mmoja sasa. <muchilis> <muchilis> Jeshi la Israeli limeanza kuondoa vikosi vyake kutoka maeneo ya mjini, huku ikiahidi kuachilia wafungwa wa Kipalestina zaidi ya elfu mbili. Kwa upande mwingine, Hamasi inatarajiwa kuachilia mateka wote waliobaki Jumatatu saa sita mchana. Wakati huo huo, Rais wa Marekani, Donald Trump atahudhuria mkutano wa kimataifa wa amani huko Sharm el Sheikh, Misri, pamoja na viongozi kutoka zaidi ya uh, nchi ishirini.

yani magofu ambayo yamepigwa na vilipuzi ndani ya vita hiyo. Ahmed Aljab, ambaye nyumba yake ilikuwa imejengwa kwa miaka 40 alilia kwa huzuni, huku akiuliza atenda wapi? Yeye na familia yake ataishi kwenye hema miaka 20 katika uwanja wa hostage. Tel Aviv, maelfu walisherekea kurejea kwa baadhi ya mateka. Jared Kushner na Ivanka Trump walihudhuria hafla hiyo. Israeli na dunia nzima iko tayari kupokea kwa mikono yote miwili. Zaidi ya watu elfu sitini na saba wamepoteza maisha ya Gaza. Idadi kubwa wakiwa raia. Mpango wa amani wa Donald Trump wa pointi ishirini bado unazua maswali. Nani ataitawala Gaza? Hatima ya Hamas ni ipi? Wakati malori ya misaada yakiwa yanaingia Gaza na wanadiplomasia yakiendelea, ulimwengu unasubiri kuona kama huu ni mwanzo wa amani ya kudumu au mwanya mfupi kabla ya machafuko mengine. Tunaendelea kufuatilia kisa hiki. Usisahau kusubscribe kulaiki na kuwasha alama ya kengele ili upate arifa zingine kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali makinasi